Tungeweza kutangaza, tungeweza kuwatumia maafisa vijana lakini kama nyinyi msingekuwa tayari kufika hapa mkutano huu usingekuwa na mafanikio. Kujitokeza kwenu kwa wingi inaashiria kwamba nyinyi ni watu ambao mnataka kupata taarifa sahihi juu ya yale ambayo serikali inayafanya juu ya fursa ambazo zipo yawezekana uzifahamu ili pia kutumia fursa hiyo kuweza kujiondoa kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Mheshimiwa Waziri Mkuu jana alitueleza kwamba serikali imetangaza nafasi za ajira elfu kumi na mbili. Nafasi hizo walimu elfu saba na kada nyingine za sekta afya hizo zilizobaki lakini katika ukumbi huu peke yake ni zaidi ya vijana mia tano mko hapa, lakini taifa kwa ujumla ukitaka kuangalia idadi ya wasomi katika nchi yetu na hizo nafasi elfu kumi na mbili hata zingetangazwa elfu hamsini bado zisingeweza kumaliza tatizo la ajira nchini. Kwa hiyo hii maana yake ni kwamba serikali inao wajibu wa kutengeneza mazingira mazuri, mazingira wezeshi, kupitia sekta binafsi ili sekta binafsi nayo iweze kuondoa vijana mtaani na hatimaye wapate masuala ya kufanya ili kuweza kukabiliana na changamoto za maisha.